Kuna jambo moja hapa nataka ni kuibie siri hapa asubuhi hii uh, uh, kuna, kuna, kuna kitu ambacho wengi watu hawajui na hiki kitu ni kwamba eh, kuna mwezi ambao unaogopwa sana katika mwaka, yaani kila mtu ehe, huwa kuna mwezi fulani huwa anauogopa, na bila shaka mwezi huu unaitwa mwezi Desemba. Je, unajua ukolu ujificha katika mwezi Desemba? Ngoja nikupe hapo, utaweza kunielewa. Nataka kupeleke kwenye mambo ya kiroho vizuri zaidi, utanielewa vizuri. Iko hivi mm. Eh, eh, kwenye, kwenye lile genge la wachawi wago wanakuwaga kumi na tatu. Yaani kuna kuna prince au princess ni kiongozi wa lile jopo la wachawi sasa. Uh -huh. kuna kuwepo na wafuasi kumi na mbili, ukiwajumsha pale wanakuwa kumi na tatu. Yesu alipokuwepo duniani hapa, wengi hawaelewi, alikuwa na mitume kumi na mbili na yeye alikuwa ni wa kumi na tatu. Unaelewa namba kumi na tatu kilo namba kumi na tatu maana yake ni uwasilishaji au ni urejeshaji wa marejesho katika utendaji kazi, yaani ndio maana Yesu alikuwa ndio muhitimishaji wa kila kitu kwa sababu ndio alikuwa mbeba namba kumi na tatu. Sasa unatakiwa kuelewa kwamba katika ile miezi 12 unaposema January, February up to December kila mwezi lile jina linawakilisha ni ilikuwa ni miungu hii, ilikuwa ni miungu ya Ugiriki. Yaani unaposema January maana yake ni Janus. Kuna Mungu pale, kuna Phelps, kuna April, kuna kuna May. Yote hii ilikuwa ni miungu. Sasa katika ile miezi 12 huwa kuna mwezi mmoja unaojificha ambao huwa ndio unafunua mambo mengi kiroho katika hali ambayo watu wengi hawaelewi. Na ndio maana unapohesabu, kwa nini nakuambia hivi unielewe, nielewe iko hivi. Mwezi Februari ndio mwezi wa ukweli kwa sababu una siku ishirini na nane. Miezi mingine hii huwa imeficha mwezi, yaani iko hivi, ukichukua katika ile miezi kumi na mbili ukihesabu miezi yote katika siku ishirini na nane kuna siku ishirini na nane zinazosalia. Inamaanisha kumbe ndani ya mwaka hauna miezi kumi na mbili. Mwaka una miezi kumi na mbili duniani lakini mwaka una miezi kumi na mbili kiroho kwa sababu kuna siku ishirini na nane ambazo Ukizitoa so, katika Januari na, si, na miezi mingine yote katika ule mwaka utapata siku ishirini na nane zitakazofanana na mwezi Februari ambao una siku ishirini na nane Inamaanisha nini? Kwamba tunapokwenda mwisho wa mwaka, maana yake huwa tunakwenda mwezi wa kumi na tatu na ndio maana inakwambia namba kumi na tatu inawakilisha marejesho, inawakilisha hitimisho, inawakilisha hesabu za mkuu. Na ndio maana mwezi wa kumi na mbili waganakaga na vifo vingi ule wa mwezi wa kumi na mbili ule huwa ni mwezi wa kumi na tatu, kwa sababu ni mwezi unaoshikilia nafasi ya yeye aliyebeba e, um, kama kiongozi kwenye hilo eneo, kwa sababu ni namba kumi na tatu. Namba kumi na tatu huwa ni namba ya Mungu anayetawala ikiwa ni kiroho. Kama ni Mungu wa kweli, basi kuna mengi atafanyika, na ikiwa kishetani, mengi atafanyika ya kishetani.